Karibu Cyton Tech na leo tunaona namna ya kuunganisha kamera kwenye simu yetu. Kamera hii ina wifi yake integrated na hatutahitaji bando wala router wala internet yoyote. Tunachokifanya, tunaunganisha direct simu pamoja na kamera na tunatumia application hii hapa YIOT. Kama ulikuwa bado hujadownload, basi download, na namna ya kutengeneza username na password nilishaelezea katika video zilizopita. Kwa hiyo baada ya ku login utakwenda sasa, utafungua hiyo application YIOT. Ukishaifungua itatupa e, option kama ambavyo unaona ina load hapo, ili iweze kufunguka. Ikishafunguka kwa mara ya kwanza, inatupa option ya ku add kamera yetu. Sehemu ya kuadi ni hii hapa, tap here to add your device, au unaweza ukatumia sehemu ya pale juu kwenye alama ya kujumlisha hii hapa. Kwa hiyo tutakwenda kubonyeza tap here to add your device, na device yetu, kwa sababu ni kamera, hapa tunazungumzia kamera. Hii hapa juu, video camera. Kwa hiyo tutakwenda, tutabonyeza hapo video camera, na kisha tutachagua option namba mbili, hotspot direct connect. Ukichagua option nyingine, ndugu mtazamaji, haitaweza kufanya kwa sababu option maalum ya kuconnect kamera e, na simu bila internet, bila bando ni hii Hotspot Direct Connect. Kwa utabonyeza hapo, utaendelea kama inavyotuongoza tu connect, utaenda utabonyeza tena hapo tu connect tena utaendelea i have got it, fika hapa sasa inaskani wifi. Wifi ambazo ziko hapa zote zitakuwa zinaonekana katika ili eneo la wifi, na ili iweze kuonekana hapa hakikisha kamera yako imeunganishwa vizuri kwenye holder yake na imewaka na inatoa bipu kama ambayo unaisikia hapa. Kuna bipu unaisikia kwa mbali, hiyo ni bipu ambayo inatoka kwenye kamera ambayo inaashiria kwamba kamera imewaka haijawa connected kwenye simu yoyote. Kwa hiyo ikishawaka na ikiwa natoa bipu kama hivyo, ukija hapa eneo la wifi utaiona na kamera yenyewe inakuwa na jina la cam underscore alafu na herufi pamoja na namba. Kwa hiyo hapa kwangu inayosoma ni cam GY6HF8 bla, bla, bla. Kwa hata ya kwako pia itasoma cam na hizo namba zingine. Kwa hiyo hiyo ndio utakayoitumia. Kwa hivyo nabonyeza hii cam GY6 na hizo namba ili niweze kuweka username ni hiyo cam na password itakuwa ni moja mpaka nane. Kwa hiyo nitakapobonyeza hapa italetea option ya kuweka e, password kama ambavyo ukiconnect kwenye wifi nyingine. Sasa kwa sababu hii application ambayo natumia ya kurekodi ina security, kwa hiyo hapo utaona kuna giza lakini password utakayoiweka ni hiyo hiyo moja hadi nane. Kwa hiyo nitafungua hapo naweka password moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane kisha utakwenda kubonyeza connect kwa simu zingine inakubali kubonyeza connect, lakini kwa baadhi ya simu zinakataa mpaka kuna kitu ukiweke off. Kwa hiyo hapo hapo kwenye neno connect, angalia juu yake kuna neno limeandikwa view more. Kwa hiyo utabonyeza hapo alafu, chini kabisa, juu ya connect, kuna neno limeandikwa send device name to network. Hapo hakikisha umeweka off ili uweze kuconnect. Baada ya kuweka off hapo, endelea sasa na kuconnect, utabonyeza connect ili uweze kuconnect moja kwa moja kwenye simu yako. Hapa kumbuka, hatuna bando hatuna internet wala hatuna router, ni direct sim na kamera. Hapo tunasubiria iweze kucheck connection quality na imesha connecti. Na kwa mara ya kwanza ukiconnecti inakupa hii e, option au ujumbe kwamba umeconnecti lakini hakuna internet. Na ni kweli sisi hatuhitaji internet. Tunachohitaji ni kuunganisha kamera na simu, kwa hiyo utachagua option ya pili always connecti. Inategemea na simu na simu simu zingine zinaleta message tofauti, lakini utakayochagua hakikisha umeweka always connect, always connect, ili kwamba utakapofungua tena iwe imesha connect moja kwa moja bila tena kuweka password wala eh, kusubiri kwamba kwa, kwa sababu hakuna internet basi iwe disconnected. Kwa hapo tutachagua always connect, utabonyeza hapo. Baada ya kuconnect hapo sasa tunarudi nyuma, tunarudi nyuma kule kwenye application Ukirudi nyuma pale kwenye wifi juu itakusumbua kidogo, lakini ukirudi nyuma kwenye simu hapa chini kwenye hizi vitufe vitatu vya simu kuna kibatani cha kurudi nyuma, tumia hicho au kama utashindwa, basi unaweza ukarudi nyuma kabisa mpaka mwanzo, alafu nitakuonyesha kwa bonyezo wapi ili kamera uweze kuiona. Kwa hiyo hapa mimi nitarudi nyuma kwenye simu kupitia button ya kwenye simu ya hapa chini, nitabonyeza hii. Nikirudi nyuma mara moja utaona imesha scan hapo na inaelekea ku connect na hiyo hapo. Sasa imesha connect hapo, kama unavyoona, ni kamera iko live. Nikipeleka kushoto kama huko inakwenda, nikirudisha huku inakuja, nikipeleka juu inakwenda, nikishusha chini inakwenda. Lakini pale juu kuna vi icon, kuna vi icon viko hapa vingi vingi, kwa hiyo nitavielezea kwa haraka haraka eh hapa juu kuna hii torch umeona hii torch hii hapa hii, wengi wao wanaisahau, wana isau, wana connect alafu wanaiacha inawaka on. Ukibonyeza kwenye hii torch, unaona kuna off kuna on, kuna auto. Kwa hiyo ni heri ukaweka off kama huhitaji taa ya kamera iwake, lakini kama unataka iwake auto, ikisha sense pengine mtu amepita au kuna giza, yenyewe ina sense na kuwaka, itawaka auto. Lakini kama eneo lako lina mwanga, basi uweka off ili uipumzishe kamera isiwe busy sana. Kila kitu kiwa kinafanya kazi, kamera inakuwa inafanya kazi muda mrefu sana. Kwa hiyo hapo nda kushauri weke off, uweke auto pale tu unapohitaji kwamba mtu akipita, basi e, tai wake, au kama mwanga wako ni mdogo, unaweza ukaweka pia auto. Lakini kuna sehemu nyingine, hii hapa, kisehemu cha kwanza, kama ki TV iki kamera iki hapa hapa cha kwanza hapa, unaweza ukabonyeza kama unataka kushare clip na mtu kwa mfano unaona hapo. Au wakati wa kuplay back, nitakuja kuonyesha baadaye, unaweza ukakirekodi uka hapo, kwa kubonyeza hicho kikamera. Ukibonyeza hapo, unaona inaweza ku count hapo, ina count kile ambacho kinafanyika pale. Ukibonyeza tena stop, utaona imeshaleta kile ki video ambacho umekirekodi. Kwa hiyo kiko tayari kwa ajili ya kushare e, kukisambaza kwenye WhatsApp kwenye Instagram, popote pale kinakwenda. Kwa hiyo hiyo ni sehemu hiyo hapo, lakini sehemu nyingine ni kama unataka application hii iwe pembeni mwa simu yako. Mfano unataka uendelee kuona kamera, lakini huko unafanya vitu vingine. Kwa hiyo utatumia option ya pili hii hapa hii, ukibonyeza itakwambia, itashusha chini hiyo e, kamera, alafu ita, e, kama hujaruhusu ya application imeona itakuletea ili ita e uweze kuiruhusu iweze ku, kuapia on top. Kwa hiyo ukisha, ukisha bonyeza, ukisharuhusu ya option option, ukishabonyeza hapa ukisharuhusu hapa maanake itakuletea e, kwa chini. Unaona hapa nime nime nime nani nimeitoa, lakini pale juu unaona bado video iko juu pale inaendelea. Kwa hiyo inakuruhusu wewe kufanya vitu vingine kwenye simu yako, kama nataka kutuma message, kama nataka kuandika luku, kama nataka kutuma mwamala, kama nataka kupokea hela, kutoa hela, lakini pale juu unakuwa unaona kamera yako bado inaendelea. Ukibonyeza tena pale unaona imekuja. Lakini option nyingine ni ya kispika. Kispika hichi hapa kama ambavyo tunakiona hiki ni kwa sababu ukitaka kusikia sauti kutoka kwenye kamera kuja kwenye simu yako, ukibonyeza hapo utasikia sauti kutoka kule kwenye kamera inakuja huku kwenye simu. Kama unaposikia hapo, kuna sauti ambayo inatoka kule kwenye kamera inakuja hapa. Lakini ukiweka kialama cha mstari, maana yake unakuwa umezuia. Kule kamera inaendelea kule kodi sauti, lakini huku kwenye simu we hujataka kusikia, unataka pengine, ukitaka kuangalia playback ndio uone lakini kinachofuata kingine ni mic hapa, ambayo hii sasa ukitaka kuongea kwenye simu yako utaisikia kule kwenye kamera. Ukibonyeza hapo bila kuachia, utaona sikika. Kwa hiyo hivyo ni icon vya hapo juu, lakini kingine ni hii, ukitaka kujaza screen ijae, ukibonyeza hapo unaona screen imejaa kwenye kwenye simu yote unakuwa unaona vizuri na kamera iko very clear eh, very HD. Kila kitu kinaonekana bila chenga, mtu unamwona kama alivyo. Na sehemu nyingine ni sehemu ya kuangalia matukio. Hii sehemu ya muhimu sana, naomba mtazamaji uizingatie sehemu hii. Hapa chini, upande wa kulia chini, kuna sehemu imeandikwa activity, unabonyeza hapo hapo. Ukibonyeza itakupa matukio yale ya nyuma tangu kamera ilipowaka. Kumbuka, kamera ikiwaka tu inaanza kurekodi, haisubiri mpaka uunganishe kwenye simu, mpaka sio ifanyaje hapana. Ukishaipa tu pao, ukiwasha inaanza kurekodi pale pale. Sasa hapa kuna kitu cha kuangalia cha muhimu hapa. Juu hizi ni tarehe na mwezi, hapa chini haya ni masaa, haya ni masaa. Kwa hiyo ili kupata video ambayo unaitaka ni lazima ujue tukio litokea tarehe ngapi, muda gani? Kwa hiyo utaweza kusogeza. Na hii hapa inasogea ukirudisha huko, unaona tarehe juu kule zinabadilika, zinasogea. Kwa hiyo unatakiwa uweke tarehe ile ambayo kamera ilikuwa imeanza kufanya kazi. Kwa mfano, kama hapa kamera iliwaka tarehe sita mwezi wa pili, kuna kinukta, unaona kuna kinukta cha orange. Pale manake utakapobonyeza pale ita load alafu itafungua zile video ambazo zimesha rekodi ziko pale. Kama hapa sasa ina load itatuletea zile video ambazo zimesha rekodi. Tuisubiri kidogo wakati ina itatupa hapo video, lakini hapa chini ukiangalia, kuna motion motion detect. Kila kitu ambacho kinapita mbele ya kamera, kamera inaweza ika sense motion, alafu ina, ina save ule muda, ili ikurahisishie wewe kuja kuangalia matukio. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukatumia kuangalia matukio kupitia hizi motion detect.